Nimekuja hapa kufanya ukaguzi wa mradi huu wa umeme wa sola wa Kishapu. Huu ni miongoni mwa miradi ambayo inafanywa inatekelezwa na Wizara ya Nishati kupitia TANESCO. Kwa hiyo kubwa kabisa lilonileta ni kuangalia tumefikia wapi katika kazi hii, kwa sababu kwa mujibu wa eh, ratiba yetu tunataka mwezi wa tatu tuweze kuwasha mtambo huu wa umeme wa sola na huu utakuwa ni mtambo wa kwanza mkubwa wa umeme wa sola ambao utaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Paka sasa hivi kwenye gridi ya taifa tuna mtambo mdogo sana wa megawati kumi huko kule Kigoma eh, megawati tano by the way tano kule Kigoma ndio huo tumeunga kwenye gridi ya taifa. Sasa huu eh, utakuwa mradi wa megawati mia moja hamsini ambao tumeanza awamu ya kwanza megawati hamsini ndio hizi panel zote hizi tunazoziona hapa, baadaye tutakuwa na megawati mia moja ambazo matayarisho yake yanaanza upande wa pili wa eneo hili. Kwa hiyo eh, Tanzania itakuwa nchi ya kwanza katika eneo hili kuwa na mradi mkubwa hivi wa sola, na tunaamini kwamba itatusaidia tutakapozidi, eh, kuendelea mbele na kazi hii, imeenda vizuri nadhani mpaka mwisho wa Disemba kazi za site hapa nyingi zitakuwa zimekwisha. Wataanza eh, mambo ya kufanya majaribio ya hapa na pale ili mwezi wa tatu mtambo huu uweze kuwashwa. Kwa hiyo line kubwa za umeme tayari zimefika hapa na mitambo mingine yote tayari ishaanza kufungwa hapa na tunaamini kwamba mwezi wa tatu, tutaingiza kwayo, eh, kwa hiyo Tanzania tunapozungumza juu ya kuendelea kuboresha hali ya umeme nchini E, ushahidi mwingine ni huu hapa tumetoka kukamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa tumetoka kwenye umeme wa maji Mwalimu Nyerere tumekuja kwenye umeme wa jua, na hii ni hatua ya mwanzo ya umeme wa jua. Tutaendelea, tuna mipango, tuna majadiliano sasa hivi na kampuni ya Total Energies kujenga mitambo, mitambo mingine ya umeme wa jua ya hadi megawati mia tatu. Tunazungumza na kampuni nyingine, e, inaitwa e, inashirika na mambo ya upepo, umeme wa upepo kule Makambako na wenyewe tunatarajia muda si mwingi wataanza, lakini pia tunafuatilia umeme wa upepo pale Singida. E, eneo hili ni eneo ambalo pia lina uwezo mkubwa wa kutupa umeme wa upepo. Kwa hiyo tumeanza kuwa na mawazo, umeme wa jua tutapata hapa mega 150 tumeanza kufikiria uwezekano wa kupata pia hapa hapa umeme wa upepo wa megawati zingine mia hamsini ili jumla ya mtambo huu uweze kuwa megawati mia tatu Kwa hiyo ni mipango mingi mikubwa mizuri eh, na tutaendelea mbele. Ndio maana tulisema kwamba tunataka huko tulikotoka masuala ya kuwa na mgao wa umeme ifike mahali hiyo historia tuanze, kuwa na umeme wa uhakika katika nchi yetu, si umeme wa kutumia ndani ya nchi tu, lakini pia tuweze kuuza umeme katika nchi majirani. Kwa mtu ambaye afahamu labda e, mradi huu ukikamilika utakuwa na manufaa gani kwa wakazi wa mkoa wa Shinyanga na nje ya nchi pia? Mradi huu tayari umeshakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi hapa. Tuna wananchi wengi wa vijiji vinavyozunguka mradi huu ambao wameajiriwa katika eneo la mradi na wanafanya kazi sasa, lakini pia e, wananchi waliokuwa na maeneo yao mashamba na nyumba zao katika eneo hili wamehamishwa na kujengewa nyumba nyingine na kulimiwa mashamba mengine. Kwa hiyo tayari wananchi wameshaanza kuonja manufaa ya mradi huu. Lakini tukizungumza kwa uwanda e, mpana zaidi, mradi huu utatoa wawadi megawati hadi mia moja hamsini kwa kuanzia, na tunafikiria baadaye tutaenda mpaka megawati labda mia tatu ambao wataweza kuhakikisha kama maeneo ya mkoa wa Shinyanga na mikoa mingine itaweza kujenga viwanda, wananchi wataweka mitambo midogo midogo ya kilimo ya kuprocess, eh, ma, eh, eh, mazao yao, lakini pia tutatoa fursa ya watu wakishapata umeme, fursa za kiuchumi zitaongezeka na wananchi watatumia umeme kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na za kibiashara. Mradi umefikia asilimia Uh, kazi ambazo ziko kwenye critical path ni kazi za substation pamoja na line. Uh, vifaa vyote vya substation vimeshafika na vifaa vya line vimeshafika. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi tunamsukuma mkandarasi ili aweze kuongeza kasi ya utekelezaji wa kazi za substation pamoja na kazi za line.